Pindua pindua, kifurushi kinachokupa uhuru wa kutumia MB dakika kivyovyote. Naam, ni matumaini yangu mzima buheri wa afya, mtazamaji wa Global TV Online. Kupitia Global TV Sport unapata habari mbalimbali mbali za kimichezo ukiwa na mimi sportsledi wako nambari tatu mgongoni, Esther Msofe. Siku chache baada ya bilionea Mohammed Dewji Mo kudaiwa kuutaka uongozi wa klabu hiyo kuhakikisha unafanyia kazi mapendekezo ya benchi la ufundi kwa ajili ya kusajili wachezaji wanne wa, wa ne, kuziba upungufu uliojitokeza katika mechi zao zilizopita. Tayari uongozi huo umeianza kazi hiyo. Katika kuhakikisha hilo linafanikiwa, uongozi wa Simba umempatia jukumu la kusaka baadhi ya wachezaji anaowahitaji kocha wa zamani wa timu hiyo na ambaye pia sasa ni kocha mkuu wa timu ya Taifa Uganda Moses Basena aliye na timu hiyo katika michuano ya challenge inayoendelea nchini Kenya. Inadaiwa kuwa Simba imemwomba Basena kuwatafutia wachezaji wawili katika michuano hiyo ya challenge ambayo wanaamudu vizuri kucheza nafasi ya striker pamoja na beki wakati. Habari za kuaminika kutoka ndani ya Simba zimedai kuwa tayari Basena ameshaanza kazi hiyo na muda si mrefu atakabidhi majina ya wachezaji hao kwa uongozi wa Simba ili uweze kufanya nao mazungumzo haraka iwezekanavyo kabla ya dirisha dogo la usajili kufungwa. Yote kwa yote, endelea kufuatilia Global TV Online kwa habari kama hizi na nyingine nyingi. Usisahau bofya sehemu iliyoandikwa subscribe chini ya video hii kwenye kitufe chekundu, ili kuwa mwanafamilia wa Global TV Online na kutufuatilia katika mitandao ya kijamii Facebook na Instagram. Tunatumia Global Publishers; Twitter, Global Habari. Asante na kwa heri. Sibuka Loto, tumerudi tena na sasa tuna selema kwa elfu. Baada ya miaka kumi, Sibuka FM imerejea tena kuwaunga mkono wakulima na wadau wote wa Sibuka nchini kote. Jishindie trekta aina ya Jondia 565, bodaboda 15, pampu za dawa 50, redio 100, majembe ya ng'ombe 50 na zawadi nyingine kemkem kem. Jinsi ya kuselema kwa elfu, piga namba ya mwamala wa mpesa kisha chagu kuweka namba ya kampuni ambayo ni 367777, kisha andika kumbukumbu kumbu namba 3538, kisha weka kiasi cha shilingi 1000 kwa tiketi moja. Kata tiketi nyingi zaidi kuingia draw kubwa Disemba 9 mwaka 2017, na, na draw za kila wiki pia zipo Sibukaloto, selema kwa elfu.

Kwa mara ya kwanza kabisa Tanzania, pindua units zako kwa dakika au MB au SMS unavyotaka. Piga nyota 149 nyota 01 alama ya reli chagua pindua. Pindua Vodacom. Power to you. Download lot Global app sasa hakika itapendeza.